Sasa sasa, nikikupeleka hoti kama huko kwenye nasikianga kuna makorofa mrefu mrefu, inakwanga wapi? Sasa unaniwekanga ai? Sasa nikikuomba kwa pesunge, unaniwekanga tu. Mimi nimekuambia tu huko nyumbani tu msukuma. Tumekuwa na wasiwasi. Wasiwasi gani? Kama sijakupata nikashinda, kwani nilipigwa replacement bila. Wewe unafikiria ni nioa? Ama niliachwa bila noti. Mimi siwezi oa mtu mwingine, nakwambia nafikiria anga tu wewe. Happiness. Nafikiria anga tu wewe peke yako. Eish. Mimi ukipata tu mwanana tu mwenye amekuja tu amekatalia huko nyumbani. Sio unanijua tu? Na unaona kwa hiyo. Unajua anakuanga msemo mwingine mkali